Asalamu alaikum aleikum warahmatullahi taala wabarakatu, wapenzi wa kripu za Babu Haji Sode, angeni asante sana. Na leo nawapa eh, jinsi gani ya kuweza kutizama nyota yako nyota yako kuijua wewe mwenyewe kuwa nyota yangu eh, ni ni furani halafu, kisha somo litakalofata nitaeleza kila nyota eh, na kazi yake, na hutaki kufanya kazi gani ni kazi gani ufanye ili uweze kupata eh, mafanikio. Ni kitu gani unatakiwa kukifanya ili usiweze uh, kuharibu eh, kupanda kwa nyota yako, au kwa eh, jina lako inshaallah. Eh, kwanza kabisa unatakiwa uchukue jina lako eh, pamoja na jina la la mama, jina lako na jina la mama eh, mfano mfano hapa tunachukulia eh, Haji, Haji Haji Haji, mimi naitwa Haji Haji, alafu mama anaitwa Mariam Mariam. Alafu ina maana anachukua haya majina mawili tu, la baba usiweke, ina maana jina la kwako na la mama, yale majina uliozaliwa ukaitwa. Alafu kisha haya majina ukishachukua Eh, tafuta hizi herufi e, zako utapata maksi ngapi? Yaani, herufi zako zitazaa maksi ngapi? Mfano sasa, jinsi ya kuweza kuipata, kwa sababu nilikuwa e, live a, watu wameuliza sana maswali, wanauliza sana maswali kwamba, je, katika hizi herufi a b ni nazipataje? Watu hawajui. Mfano kama a ni moja, b ni mbili, c ni tatu, d ni nne, e ni tano, f ni sita Uh, g ni saba, h ni nane, I ni tisa, j ni kumi, k ni kumi na moja, ala, ala, yani l, l ni kumi na mbili, m ni kumi na tatu, n ni kumi na nne, p ni kumi na tano, Q ni kumi na sita, r ni kumi na saba, s ni kumi na nane, t ni kumi na tisa, u ni ishirini, v ni ishirini na moja, w ni ishirini na mbili, x ni ishirini na tatu, y ni ishirini na nne na zedi ni ishirini na tano hizi herufi ziko ishirini na tano ina maana unaandika kwenye karatasi a b c d e f g mpaka z kila yenyewe sasa so naenda naianzia ya juu a moja mbili tatu nne mpaka utakapokuwa umefika e, mwisho ina maana mwisho ni ishirini na tano ambayo ni zedi asante sana Aha, hapa sasa tunarudi katika kutizama eh huyu Haji Mariam. Haji Mariam nimepiga hapa hesabu eh hizi hapa nane jumlisha moja jumlisha kumi jumlisha tisa jumlisha kumi na tatu jumlisha moja jumlisha kumi na saba jumlisha tisa jumlisha ishirini na nne jumlisha moja jumlisha kumi na tatu hapa nakuja kupata jumla ni mia moja na sita Naona mia moja na sita hapa, ndo watu huwa hesabu zinawashindia. mia moja na sita ukigawanya kwa kumi na mbili inaingia uh, ukigawanya kwa kumi na mbili inaingia mara nane na kubaki kumi. Aa, vizuri, inaingia mara nane na kubaki kumi. Sasa hapa katika kumi kumi eh, hapa imebaki kumi, unajua kabisa kwamba nyota yangu mimi ni nyota ya mbuzi Eh, kambuzi kale kata kibia kibia hivi na maana tuseme, sasa Babu Haji nyota yake ni ya mbuzi. Mbuzi ni sehemu ni mtu ambaye asiyekaa sehemu moja, asiyetulia, ana kazi zake, anapenda kazi za kuchakalika chakalika, asitulia, anashika hiki, anashika hiki, anashika hiki, hiyo ndio kazi ya mbuzi. Kazi ya mbuzi pia ukioa mwanamke mwenye nyota ya mbuzi, anapenda kulialia, kudeka deka, kujilizaliza bila sababu huku, yaani kitu kidogo tu anashalia hivi namna hiyo, na pia ka, ka dokozi dokozi kidogo, naona hivyo. Kwa hiyo katika clip ka inayofuata nitakuelekeza sasa kwamba nyota yako ni ipi. Eh, wewe ukishapata nyota yako niambie tu nyota yangu ni furani, basi inshaallah. Eh, tukiingia live nitakueleza nyota yako ina kazi gani, unatakiwa ufanye nini, na pia clip hizi zitaendelea. Usisahau kwanza kusubscribe, usisahau kusubscribe weka ka kidole kare, halafu shea sana video hizi, kwa sababu masomo haya sasa yanaanza, ili uweze kujua jinsi ya kutizama nyota yako wewe mwenyewe. Na nyota yako inaiva sana mwezi gani? Ni mwezi gani ambao uh, unaweza ukawa ni mwezi wako wa tahadhari, kwa sababu kila mtu ana nyota yake, na kila nyota ina uh, miezi yake ya kufanya E, kazi ikawa na nguvu na ina miezi ya kupoa, ikawa imepoa kabisa. Halafu kuna nyingine ambayo inafanya kazi sana masika, nyingine inafanya kazi sana kiangazi. Basi yote hii itawajulisha baada ya kuwa umekwisha kujua kupiga hesabu yako ya kujua nyota e, yako. Asante sana, na pia vile vile wale wa vitabu vikubwa, kitabu e, chetu kikubwa kabisa cha uchawi wa dunia kimeshatoka, kiko hewani, vimebaki vichache. Tafadhali uviwahi ili kusudi uweze kujionea maajabu kutoka kwa soda ya ngeni. Thank you very much, asante sana pia. Usisahau kuni kunikumbusha kama kuna somo fulani mnahitaji niweze kulifundisha sana, basi unaweza ukatuma tu message hapa hapa ndani ya channeli yetu ili kusudi niweze kukutengenezeni hiyo. Uh, inshaallah. Asante sana. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.